Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Paulo Petro Maenenga, ni mchungaji wa kanisa la TAG, lakini pia kwa ngazi ya jimbo ni katibu wa jimbo la Katavi Magharibi. Lakini leo niko hapa kumwakilisha askofu wangu wa jimbo la Katavi Magharibi, Reverend Angelo Kacheli, TAG hapa nikiwa Baranatha. Leo nataka nizungumze kidogo kwa habari ya kumbukumbu kumbu ya mateso ya Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba kwa, kwa mujibu wa makanisa yetu ya kipentekoste au, makanisa au, au dini ya Kikristo tunaamini ya kwamba katika tarehe ya leo uh, madhehebu mengi ya Kikristo yanaadhimisha kwa habari ya mateso ya Kristo. Yaani Ijumaa kuu. Ah, kiufupi tu ya kwamba kwa nini Wakristo wanaadhimisha ah, au wanakumbuka au wanafanya kumbukizi la mateso ya Yesu Kristo. Au Ijumaa kuu. Ijumaa kuu maana yake ni, ni kuteswa kwa Kristo. Makanisa yote ya Kikristo yanaadhimisha mateso ya Kristo kama mwokozi wao. Nafikiria kwamba katika jumaa kuu hii, tukirudi kidogo katika taifa la Israeli kule, tunaposema Pasaka, Pasaka ilianza, ina mlolongo mwingi sana, ilianza kipindi cha nyuma huko, na kuna vipengele vingi sana ambavyo taifa la Israeli lilipitia wakiwa wanatoka kule utumwani Misri kuelekea Kanaani na walipokuwa uh, katika makambi yao na walikuwa wakivifanya vitu vinavyoashiria Pasaka. Kwanza ukiangalia hapa, Musa akiongoza wana wa Israeli kutoka kule Misri, wanafika mahali wananungunika sana, Mungu anakasirika, Mungu anaamua kuwapiga wana wa Israeli kwa nyoka wa sumu, lakini bado manung'uniko hawakuyaacha. Baadaye Musa akamwomba Mungu ya kwamba hawa wana wa Israeli kwa sababu ya mioyo yao migumu, hawa watu wanaweza wanaweza waka, waka, wakafa na wakaisha lakini hawasibadilike, na ndio maana Mungu akampa maelekezo Musa ya kwamba sasa, Musa, tengeneza nyoka wa shaba. Kila atakaye gongwa na nyoka huyu wa sumu, basi asitazame maumivu yake, atazame Uh, amtazame ile nyoka wa shaba aliyeinuliwa. Nao pia ilikuwa ni ishara ya kwamba Kristo atakuja kuzaliwa kama mfalme, kama Mwokozi, na ataangikwa msalabani. Kila atakayemtazama Kristo pale msalabani, atakayeangalia mateso ya Yesu pale msalabani, atakuwa ameshapona. Ndio maana ya kuinuliwa yule nyoka wa shaba, ni mfano wa Kristo ya kwamba atakuja azaliwe Masihi, alafu atainuliwa juu kwa maana ataangikwa msalabani kwa ajili ya uzima au ondoleo la dhambi ya wanadamu. Kwa hiyo katika Ijumaa kuu kama ya leo tunakumbuka kwa habari ya mateso ya Kristo, Yesu Kristo kama mfalme na kama mwokozi wa ulimwengu. Manake tunakumbuka kwa habari ya mateso yake siku hii ya leo. Kwa ufupi, inabidi mkristo wa leo aipokee kwa kumainisha, kwa sababu hii siku ni siku nyeti sana, ni siku nyeti sana, ni siku ambayo ya ukombozi yaani ukombozi wa mwanadamu unatimilika kwa siku ya leo kwa kufa Yesu msalabani. Na kihistoria ukiangalia Yesu amekamatwa usiku wa kuamkia leo. Maana yake tukiangalia katika historia ya, ya, ya Biblia Yesu alikamatwa usiku alihamise kuamkia Ijumaa. Maana yake mpaka sasa anapitia kipindi kigumu sana katika historia cha mateso cha pigwa kutemewa mate kudhalauliwa lakini kwa masaa machache yaliyobakia kwenda saa tisa pale Yesu Kristo anakwenda kutimiza haki yote. Kwa Wakristo hili wanatakiwa wajifunze nini? Kwa Wakristo katika hili wanatakiwa wajifunze sana ya kwamba aa, kwa kweli wamepata neema kubwa sana kwa kifo cha Yesu Kristo, na siku hii itunzwe sana, itunzwe sana kwa Mkristo, yaani aweke mbali uovu, aweke mbali dhambi kwa kumtazama Yesu ya kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya maisha yake. Yaani huyu mwanadamu inabidi aichukulie umakini sana siku, ya kwamba leo ni siku maalum ya kuupata wokovu katika maisha yake. Na ni kweli mara zote tumekuwa na mkanganiko sana sisi Wakristo, ama Wakristo wengi wameshindwa kutofautisha au kutofautisha matukio, na watu wengine wamekuwa sherehe kama hii wanaichanganya na sherehe kama ya mwaka mpya sherehe kama hii ni nyeti sana, tofauti ya mwaka mpya, kwa sababu mwaka mpya mtu anaweza akasherekea kwa kuchinja ng'ombe kwa kufanyaje, lakini hii hii ni sherehe ambayo inatakiwa ichukuliwe umakini sana usilias, sio kwa kuchinja ng'ombe tu, sio kwa kuchinja, si nini, sio kwa kuvaa mavazi hii. Kwa mfano kama siku hii ya leo ni siku ambayo mtu inabidi aitunze na aichukulie umuhimu sana, ya kwamba ni siku maalum sana kwa hiyo wito wangu kwa Mkristo asiichukulie kuwa ni sherehe tu ya kawaida. Ni tofauti kwa sababu ina, ina gharimu maisha ya, ya Kristo, ina gharimu maisha yake, anakufa kwa ajili ya maisha yake. Yaani yeye alihesabiwa mwanadamu ahukumiwe, lakini ametokea wa kujibu mashtaka, yeye anakufa kwa niaba yake. Kwa hiyo ndio kabisa kwamba siku ya leo ni siku ya muujiza mkubwa sana kwake yeye. Mwanadamu alihesabiwa hukumu, lakini huyu amejitoa kuibeba hukumu ya huyu mtu ili yeye awe huru. Kwa hiyo asichukulie kuwa siku ya kawaida. Jina naitwa Elizabeth na mpenda Yesu, niko mahali hapa kama katibu msaidizi wa mahali hapa katika kanisa letu, katika siku ya leo ambayo ni siku Yesu anapata mateso pale kwa ajili yetu, ili mimi na wewe tupate uzima. Ukiangalia pale kwenye Isaya mstari wa kwanza, Yesu alipigwa na kusulubiwa kwa ajili yetu ili tupate uzima wa milele wanajikita kwa ajili ya mavazi na chakula, kwa sababu hawajui ni nini Yesu alipokifanya pale msalabani kwa ajili yetu. Amejitoa na kumwaga damu kwa ajili yetu ili sasa tupate uponyaji. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.